Nyayo za miguu yako zina mahusiano makubwa na mipaka yako ya kumiliki. Hizo nyayo za miguu yako zina mahusiano makubwa na mipaka yako ya kumiliki, na ndio maana Mungu alitupa mamlaka kwenye nyayo zetu, ya kwamba kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yetu, Mungu ametupa kuwapa kwetu. Sawa na kitabu cha Kumbukumbu kumbu la Torati 11 na mstari wa 24 miguu yako ina mahusiano makubwa na mipaka yako ya kumiliki. Ikiwa adui amechezea nyayo yako au amechezea nyayo zako, utajikuta kuna baadhi ya mazingira huwezi kuyafikia, huwezi kwenda. Ni kwa sababu nyayo ina mahusiano makubwa na wewe. Mtu akichukuliwa nyayo, yaani uvumbi wa miguu yake au nyayo wa miguu yake, anaweza kuchezewa chochote, kwa sababu utawala wake umewekwa katika miguu. Biblia inasema kwamba Mungu ametupa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka kwa maanake, nguvu zetu za kiroho zina mahusiano pia na nyayo zetu. Yaani, ili kuweza kumpinga shetani na kumtawala shetani inabidi miguu yako ikanyage. Kama miguu yako haijakanyaga mahali pale na hapajatekwa hapajatiishwa, manake mahali yapo adui anaweza kukufungia au kukuzuilia au kutawalia vitu vyako. Unahitaji ujue ya kwamba kila unapokanyaga lazima upatiishe. Ikumbuka kwamba shetani ni mungu wa dunia sawa na maandiko matakatifu lakini Mungu ametupa mamlaka sisi ya kutiisha kila nguvu za giza, ya kutiisha kila mipango ya Shetani. Kwa hiyo kila unapokanyaga patabilie, paamuru kuwa pa kwako. Na mpo wengine mlichukuliwa vumbi la nyayo za miguu yenu, baada ya kuchukuliwa vumbi ya nyayo ya miguu wakachezea wakachanganya wanavyoweza kuchanganya, ukakuta mamlaka yako imepungua, nguvu zako zimepungua, umiliki wako umepungua, njia zako na wepesi wako umepungua. Ni kwa sababu adui anajua ya kwamba kuna mahusiano makubwa kati ya wewe na nyayo zako. Kitabu cha Yoshua sura ya tatu mstari wa kumi na tatu Yoshua aliwaambia makuani ya kwamba waweze kukanyaga katika mto Yordani, na watakapokanyaga katika mto Yordani maji yatasimama, maji yatazuiliwa. Akawaambia wale makuani ya kwamba waingie katika mto Yordani, watakapoweka tu nyayo za miguu yao kwenye ule mto Yordani, maji yatasimama, maji yatajigawa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kulikuwa kuna mahusiano makubwa ya nyayo za miguu na kutiisha vitu. Makuani walipoweka tu miguu yao, nyayo za miguu yao kwenye maji, ule mto ulizuiliwa, maji yakagawanyika, njia ikatokea ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna mahusiano makubwa ya kutiisha mamlaka inayotawala eneo hilo. Miguu yako na nyayo zako, kuna mahusiano makubwa ya kutiisha mahali unapofanyia kazi, mahali unapofanyia biashara. Sikia leo, nataka nikuombee, niiombee nyayo za miguu. Unajua ni kwa nini Yesu alitawaza miguu ya wanafunzi wake? Ni kwa sababu miguu inatakiwa iunganishwe, ipewe mamlaka ipewe mahusiano na Mungu. Na baada ya hapo, ukikanyaga mahali popote, kuna vitu ambavyo vilikuwa vimefungwa vitafunguka. kuna vitu vilikuwa ni vigumu vitaenda kupokea wepesi, na nakwambia, baada ya kukuombea maombi haya, utasikia kuna vitu vilina, vinaachia kwenye nyayo zako, kwenye miguu yako. Wengine mmekamatwa, mna magonjwa ya miguu, mna shida kwenye miguu yenu, si tu mambo ya mwilini. Katika ulimwengu wa roho, kuna namna adui anazuia mshindwe kufika mahali fulani mshindwe kuenda eneo fulani. Wengine mnatakiwa msafiri, mwende nchi za mbali, mwende mahali fulani, lakini adui amezuia miguu yenu. Wengine mnatakiwa mkutanishwe na watu wa maana kwenye maisha yenu, adui ameweka uzito kwenye miguu, anazuia kukutana na watu sahihi, kukutana na watu wa hatima, anaizuia miguu, anazuia, anazuia nyayo za miguu. Wengine nyayo zenu zilichukuliwa zikaenda kutengenezwa huko, na mkafungiwa, mnapiga maktaimu pale pale, amwendi mbele Biblia anasema kwamba kuna wakati wana wa Israeli walikuwa wanapiga back time kwenye mlima Seiri wanazunguka, wako pale pale. Wanafikiri wanaenda mbele, kumbe, wako pale pale. Kumbe kulikuwa kuna namna nyao za miguu yao zilikuwa zimeunganishwa na mlima wao, wanazunguka mlima pale pale. Wanadhani wanaenda mbele kumbe wako pale pale. Na kuombea katika jina la Yesu kama Bwana ishivyo, haijalishi ni nini ambacho kinafanya upige back time, yani uwe pale pale, unadhani unaenda mbele, unaangalia hatua zako, nagundua uko pale pale, unadhani unapiga hatua kwenda mbele, mbele, unajikuta uko pale pale, leo nakuombea zako ziimarishwe, hatua zako ziimarishwe, hatua zako zianze kwenda mbele katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila kizuizi cha hatua leo kinaenda kuondoka, leo kinaenda kuachia nafasi yako, leo kinaenda kufunguka katika jina la Yesu kama Bwana ishivyo. Mungu anaenda kufungua nyayo zako, Mungu anaenda kufungua mikono yako, kwa sababu mikono ina mahusiano makubwa na uchumi wako. Mikono ina mahusiano makubwa na watu waliokuzunguka kiuchumi. Mikono na mahusiano makubwa na kazi yako. Leo nafungua mikono yako, nafungua miguu yako, ukakutane na watu wazuri, ukasalimiane na watu wa heshima. Wengine mlikuwa mmetoa pesa kwa watu, baada ya hapo mambo yako yakaharibika yote, hakuna hela inayokaa. Wengine watu walikuja kwa nguvu za giza, wakawasalimia, kumbe wakachukua vitu vya muhimu katika mikono yenu. Wengine kwenye mikono yenu mna alama ya kiupendeleo, mna alama ya Mungu kuwachagua, mna alama ya Mungu kuwawekea neema, lakini adui amezuia. Naamuru mikono yako nyota yako kibali chako neema ambayo Mungu ameweka kwako ifunguliwe kwa jina la Yesu. Naanza na maombi ya kuombea nyayo za miguu, maombi ya kuombea miguu. Nisaidie kuweka mkono wako kwenye nyayo za miguu au kwenye miguu yako. Baba Mungu, kwa jina la Yesu, najiconnect na mtu huyu, kama ilivyoandikwa kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 23 ya kwamba hatua zetu zitaimarishwa na Bwana, naye ataipenda ataitenda njia yake. Baba, ninaomba kwa ajili ya hatua za mtu huyu, naomba kwa ajili ya nyayo zake. Naomba kwa yake nyayo, mguu, akae, naomba kwa ajili ya nafasi yake. Mwingine amekamata nyayo, mwingine amegusa mguu. Huenda kuna mahali ilitakiwa akae, aketishwe. Lakini adui amezuia. Naomba kwa jina la Yesu kwa habari ya miguu yako. Naomba kwa ajili ya nyayo zako. Kama kuna yoyote anatumia miguu yako kukutana na watu wazuri, anatumia miguu yako kusafiri kwenda mahali na, na, mahali na kufungua kwa jina la Yesu. Ewe pepo uliyekamata nyayo za miguu, anza kuachia sasa. Achia miguu ya mtu huyu. Achia nyayo zake. Achia nyayo zake. Achia nyayo zake. Na fungu Nafungua nyayo zako, nafungua miguu yako, natuma nguvu ya Mungu sasa, natuma moto sasa, natuma moto sasa. Kila kizuizi cha nyayo achia, kila kizuizi cha miguu achia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuapisha nguvu za giza ambayo umezuia nafasi ya mtu huyu, ambayo umezuia safari ya mtu huyu, ambayo umezuia majibu ya mtu huyu, ambayo umezuia kwenda mahali fulani mtu huyu, umemfanya awe pale pale. Leo nasema nyayo zako zinakomolewa mahali walipokuzuia kwamba utabaki hapo hapo. Leo unatoka kwa jina la Yesu, natuma moto kwenye miguu hiyo, natuma moto kwenye nyayo hizo hizo, nyayo zikombolewe, hizo nyayo zikombolewe. Nakomboa nyayo zako, nakomboa nyayo zako, nakomboa hatua zako. Komboka, komboka, komboka. Nakomboa hatua hizo, mahali ambapo alisema utabaki pale pale, hautaendaga mbele, wakaweka mstari, wakaweka mpaka, wakasema hutavuka, hutaenda popote. Nami naachia utiisho wa Mungu, naachilia moto wa mbingu uanze kuwaka sasa. Huo moto huo moto, nauchochea moto, nachochea moto, natuma moto. Na moto kwenye hiyo miguu, nyayo zianze kuchemka, nyayo zianze kufunguka hivyo vitu vya giza. Wengine mmefungwa na roho ya ganzi, mmefungwa na miguu kuwaka moto, mmefungwa na miguu kuzuiliwa kwenda mahali fulani, hamna kibali tena. Leo nafungua nyota yako, rebeketeama, nafungua kibali chako, nafungua hatua zako, nazifungua sasa. Funguka hatua, funguka hatua, funguka hatua, funguka hatua, funguka hatua. Naita nafasi yako, naita hatua yako, naita nafasi, ita nafasi yako, ita hatua zako, ita safari yako, ita njia zako. Mahali ambapo ulikuwa unaenda njia ikafungwa, njia kulikuwa kuna vitu vyako vikuwa vinaenda vizuri bahati mbaya ukakuta mambo yamekuwa magumu hauoni mpenyo hauoni njia ukiangalia mbele unaona giza tu leo kwa jina la Yesu na kufungua hizo makamba nafungua hizo minyororo nafungua hizo na cheni na kata hiyo minyororo ikatike kwa jina la Yesu hiyo minyororo yote ikatike minyororo ikatike na kata kila aina ya minyororo na kata na kata na kata, I break it every chain, na kata, na kata katika kila minyororo katika katika, katika katika na nazibua hizo madhabahu Pigwa yes! Moto kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Mpigo wa madhabahu ya giza, unayezuia nyayo, unayezuia hatua, unayezuia miguu, acha miguu hiyo, acha miguu hiyo. Na kuapisha na kuamuru kwa jina la Yesu, na kuamuru kwa sauti ya mamlaka hii. Sauti ipenye mpaka ndani, hii sauti ipenye mpaka ndani. Kama walikufunga kwenye viringe, wakakuwekea nyoka barabarani, wakakuwekea nyoka kwenye njia yako, natuma moto kwa jina la Yesu. Hizo nyoka ziungue, hizo madhabahu ziungue, viringisho, viringisho, viringisho ondoka. We mkuu wa giza ondoka, wewe kuani wa kipepo ondoka ilizi ondoka, we uchawi na ulozi na kuapisha, ondoka, achia nafasi ya mtu huyu, achia njia yake. Nafungua njia yako, nafungua mipenyo yako, nafungua njia zako, njia zako zifunguke, hatua zako zifunguke, watu wa heshima mbele yako wakutanishwe na wewe. Kila roho ya kupishanishwa, roho ya kucheleweshwa, roho ya kuzuiliwa, toeka moto kwa jina la Yesu, na kufungua uchawi, ungue, mapepo yote yaungue, achia miguu Ewe pepo na kuamuru achia miguu, oh yes, achia miguu hiyo, achia miguu hiyo. Kuna ishara inaendelea, kuna ishara inaendelea, kuna ishara unasikia ndani mwili wako, kuna vitu unasikia vinaondoka, kuna vitu vinachemka, mwingine unasikia kichwa kinakuuma, mwingine unasikia miguu inaanza kutikisika, vidole vinawaka, miguu inawaka, miguu inaanza kutikisika, unasikia nyayo, kuna vitu vinaachia, vilikuwa vinachoma choma, unaona kama kila ukikanyaga moto. Nami naiamuru hiyo ardhi kamate moto, kila ulichokufanyia, kila ulichokunenea, kila ulichokuvuruga, ardhi ikamata moto, ardhi ikamata moto, ondoa vitu vyote na unguza vyote vilivyopakwa kwenye mwili huo vilivyochukuliwa kwenye mwili huo, na kufungua pepo, toka vifungo, toka madhabau, toka laana, toka mikosi, toka kukataliwa, toka kuzuiliwa. Roho ya kuzuiliwa na ikuachie sasa, roho ya kuzuiliwa ikuachie, na kufungulia kibali chako. Kila jambo ambalo ulikuwa uoni njia kila jambo ambalo uko unaenda mbele, alafu unakwama mahali fulani. Naamuru baada ya maombi haya akili yako ifunguke, ufahamu wako ufunguliwe, Mungu akuondoe huko, aondoe uzito wote. Wengine mlikuwa na miguu mizito, mmewekewa uzito kwenye mguu wa kushoto, mwingine ni mguu wa kulia. Na piga wewe mateso, toeka maumivu yote toeka, mateso yote kwa jina la Yesu. Unasikia mguu umekaza, toeka mateso, toeka udhaifu pweka vifungo vyote, mwache mtu huyu kuanzia sasa na kufungua ni wakati huu. Naikomboa mikono yako sasa. Inua mikono yako sasa, kuna ishara inaendelea Nguvu inapita kwenye mikono, mikono yako, uchumi wako, biashara yako, kazi yako, njia zako, mipenyo yako, watu wako, ndoa yako, kibali chako. Mikono yako ina mahusiano makubwa na wewe. Mikono yako ni kama imani, inakuunganisha na Mungu. Mikono yako ni connection, inakuunganisha na watu katika imani. Mikono inawakilisha uchumi wako, inawakilisha kazi yako, inawakilisha, e, biashara yako. Mikono yako inawakilisha lango la ndoa. Mikono yako ina, inawakilisha, uh, lango la watu ambao unaweza kusalimiana nao na ukaketi nao na hiyo Mikono hiyo ifunguliwe sasa. Mwingine umezuiliwa kwenye lango la ndoa, mwingine umezuiliwa kwenye lango la uchumi, mwingine umezuiliwa kwenye watu wa maana, hawakai kwako. Ewe pepo uliyekamata mikono, kuna mtu ulisalimiana naye akachukua kibali chako akachukua nyota yako akachukua watu wa muhimu kwenye maisha yako. Ewe nguvu za giza, ondoka, ondoka kwa jina la Yesu, achia mikono hiyo, nguvu ipite sasa. Wengine mmevikwa pete za kishetani, wengine mmevikwa pete za bahati za kuzimu, wengine mmevikwa pete katika ulimwengu wa roho, navua kila ulichovikwa na vivua vyote, inshallah yaanze kutokea sasa. Kuna nguvu inapita hapo lipo, hapo hapo lipo. Furika macho yako vizuri, upo uwepo Mungu, upo uwepo wa Mungu. Haya maombi sio kawaida, ni maombi yenye mamlaka, ni maombi yenye moto mkubwa, ni maombi yenye ufungulivu mkubwa. Kuna vitu vinaachia, mwingine unasikia kidole kinapinda, mwingine unasikia kuna vitu vinacheza, unasikia mkono wako unapinda. Oh, kila ishara za kuzimu na ziondoa. Wengine mmeunganishwa kwenye vyama vya Freemason, vyama vya kipepo, vyama vya kifrima, vyama vya kiza, vyama vya kichawi, vyama vya giza, maajenti wa kipepo, kaunga na vua roho agenti, na vua vyao vyote ambavyo wamekuvika katika ulimwengu wa roho, ili uwe mmoja kati wao. Na kutoa huko, na kutoa huko, nafungua mikono yako. Oh yes, nafungua mikono yako. Kuna mtu na nyota kali watu wakaiona kutoka mbali, wakajifanya wamekuja kuwa karibu yako, kumbe wamekuja kuchukua, kumbe wamekuja kukuharibia na kufungua. Kwa jina la Yesu narejesha kila kitu chako, narejesha mikono yako, narejesha kibali chako. Mikono yako ifunguliwe sasa, mikono yako ifunguliwe sasa. Kila pete uliovikwa katika mwengo wa roho, hiyo pete inayozuia ndoa, hiyo pete inayozuia amani kwenye ndoa, hiyo pete inayozuia furaha, hiyo pete ya kichawi na ilipoa moto kwa jina la la Yesu. Toeka. Fire, Jesus name. Toeka kwa jina la Yesu jina vitisho vyote roho ya uharibifu kwenye viganja, kwenye alama za mikono, funguliwa, funguliwa! Hiyo nguvu, hiyo nguvu inashuka, hiyo nguvu inashuka, hiyo nguvu inashuka, hiyo nguvu inashuka, hiyo nguvu inashuka, hiyo nguvu inashuka, hiyo nguvu inashuka. Kuna mtu anafunguliwa, pokea ufungulivu. Mikono yako ifunguliwe sasa, mikono yako ifunguliwe sasa. Nguvu imekuja, unasikia nguvu ya ajabu, unasikia nguvu ya ajabu, unasikia nguvu ya ajabu. Naiombea mikono hiyo, naiamuru ipokee mamlaka maana tumepewa mamlaka kwenye mikono, mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kumbe mkono wako una mahusiano makubwa na nguvu za kiroho, nami nauombea mkono wako huo, utakapogusa chochote kikafanyikiwe, utakapofanya chochote kikaende sawa. Mikono yako ifunguliwe sasa, mikono yako ibarikiwe sasa. Naifungua mikono yako, naachilia lango la na mafanikio kwako, naachilia lango la na uwepo wa Mungu kwako. Hiyo mikono naitabilia, kwanzia sasa isio mikono ya kawaida, ikawa mikono yenye mamlaka. Utakapokemea pepo likaondoke, utakapoondoa uchawi Utakapojigusa popote uponyaji ukatokee. Pokea muujiza, pokea hiyo neema na kukonekti na madhabahu, na kukonekti na neema iliyo ndani yangu. Pokea, pokea muunganiko, na kukonekti kwa jina la Yesu, na kukonekti kwa jina la Yesu. Pokea connection katika jina la Yesu, kusalia hai. Wewe sio wa kawaida. Mikono hiyo nimeiombea isiyo mikono ya kawaida. Pokea ufungulivu. Ikiwa kuna mahali popote unajisikia tofauti Weka mkono wako sasa, nimesha uombea. Kama kichwa chako, unasikia kichwa kinakuuma, unasikia macho huoni mbele, pengine umeanguka pengine wakati huu baada ya maombi kuna vitu vilikuwa vinaendelea visio vya kawaida. Anza kuondoa maumivu ya tumbo, ondoa chochote ambacho kipo kwenye mwili wako, ulikuwa unaona kama ni maradhi au udhaifu. Ondoa, ondoa, ondoa, ondoa, ondoa mikono hiyo tayari na nguvu. Utasikia moto wa ajabu, utasikia ufungulivu wa ajabu. Nimekuconnect na nguvu ya Mungu kama kuhani wa Bwana, nimekuconnect, nimekuunganika, nimejiunganisha na wewe hapo ulipo. Haijalishi uko wapi, haijalishi kwa api, mazingira gani, huko unanisikia kutoka wapi wa na muda gani, haya maombi na yauisha wewe na nguvu, na achilia malaika wayafanya, awe na nguvu haijalishi tutasikia lini, kwa muda upi, yakawe na nguvu isiyokuwa ya kawaida katika jina kuu la Yesu Kristo, amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, na hakika Mungu amekuhudumia. Unaweza ukajiambatanisha na maombi haya kwa sadaka yako ya kusindikiza haina maana kwamba sadaka yako inakomboa peke yake, no, inasindikiza maombi haya. Kuna ishara imetokea, unasema hapana, mtumishi wa Mungu, nimeona Mungu amenihudumia, nami najiunganisha na madhabahu na sapoti kazi ya Mungu na achilia sadaka yangu ya ufungulivu. Mungu amenitendea, Mungu amenifungua. Sadaka yako ni ya maana, itaweza kukuunganisha moja kwa moja na imani yako. Mungu akubariki na kutende mema. Karibu kwa sadaka yako kwa namba iliyoandikwa sadaka. Lakini pia wewe unanifuata kwa njia ya YouTube. Mungu akubariki. Bonyeza alama ya kusubscribe kama bado hujasubscribe. Lakini pia unanifuata kwa njia ya TikTok. Bonyeza alama kunifollow. Kwa njia ya Facebook, uh, bonyeza alama, uh, ya kulike na kucomment ukiwa umebarikiwa na huduma hii. Mungu wa mbinguni akutendee mema. Hongera kwa maombi mazuri. Yarudie tena, yarudie tena. Pako umeona umefunguliwa, unasikia wepesi na amani, unasikia mzigo umeondoka. Utasikia afya ya miguu yako imerejea. Utasikia nguvu zako za kiroho zimerejea na Mungu atakutendea mema sawa na haja moyo wako. Mungu wa mbinguni akubariki, akupe wepesi. WhatsApp namba ni hiyo niliyokuwekea kwenye skrini yako kubariki.